hospitali zote nikaambiwa nitakatwa mguu. Mm. Lakini kwa imani ya Mwenyezi Mungu ile kumwamini na kumwambia hii familia yangu mimi ndiye nitegemea. Mm. Sikukatwa mguu. Nikaanza kwenda hospitali inaitwa Kijabi. Mm. Kijabi, Kijabi. Yeah. Kijabi ndio nilienda kusaidia mission. Ili walikufanya aje? Kijabi nilienda nikaitishwa kuku ya kienyeji. Nikakula kuku ya kienyeji. Kwani ni uganga? Ile nilikula kuku ya kienyeji ile mfupa ya kuku kienyeji venye nimaliza, yeah, kukula, ilichukuliwa kwa mashine ikasagwa ikakuwa uji. Mm. After kuwa uji, nikachukuliwa nikapasuliwa mwili yangu mahali nilikuwa nimepata ajali hivi ile mfupa ikaonekana, nikaekelewa kwa kitu hapa, ikafanyiwa plasta na ile ile na mguu sawa na ile mifupa ya kuku hiyo, yeah. hiyo... ah. uji sasa ndio ilisaga hiyo mf..., uji ndio iliekelewa kwa mguu yangu, kafanywa plasta, nikarudishwa, nikakuwa niko na mfupa.